Tunampongeza sana rais wetu Dr. Samia, tunampongeza sana ametushika mkono ametuhifadhi ametuheshimisha wananchi wa Rufiji. Tuliposimama miaka kumi iliyopita, hiki ni kipindi changu cha pili, ikitanguliwa na mbunge wa kwanza aliyekuwa mwasisi wa taifa hili Bibi Titi Mohammed. Mimi ni mbunge wa tisa. Tulipoanza tulikuwa na shule nne tu za sekondari katika wilaya yetu hii ya Rufiji, lakini tuliwaambia kwamba tunaweza kubadilisha kwa maisha haya, tukawatumikia usiku na mchana na haya ndio matokeo yake. Kipindi hiki tumefanya kazi kubwa ya ujenzi wa shule mpya za sekondari. Kwa muda mfupi, tumefanikiwa kujenga shule 21 za sekondari kutoka shule nne za sekondari. Tulikuwa na shule moja tu ya sekondari kila cha tano na kila cha sita, wakati wangu na wakati wa rais Samia, tumefanikiwa kujenga shule mpya na kuanzisha shule saba za A level kutoka shule moja ya A level. Na kwa sababu Rufiji ni square kilomita, wakati huo ilikuwa square kilomita zaidi ya zaidi ya mkoa, square kilomita elfu kumi na nne ni sawa sawa na uzungumzia mkoa wa Kilimanjaro ambao una square kilomita elfu kumi na mbili kama na mia tano. Sisi Rufiji square kilomita elfu kumi na nne. Lakini nakuthibitishia tulikuwa na shule 40 tu za msingi. Kata nyingi hazikuwa na shule. Vijiji vingi havikuwa na shule. Leo tumejenga shule za msingi 60. Shule za msingi 60. Lakini tumpongeza Rais Samia. Amezamiria kutuongezea shule za msingi katika baadhi ya maeneo ziko kata ambazo vijiji vyake vilipata tabu kupata shule za msingi. Kata ya Mkongo kule Mpima, Mheshimiwa Rais ametenga zaidi ya milioni mia tatu na hamsini kwenda kujenga shule mpya pale Mpima. Ziko kata hazikuwa na shule ya sekondari. Kata ya Chemchem haikuwa na shule ya sekondari. Leo hii Rais Samia amejenga shule ya kisasa, shule ya sekondari ya Bibi Titi Mohamed iliyo gharimu zaidi ya bilioni 4.6. Shule ya sekondari ya Bibi Titi. Na huu ni mpango wake Rais Samia kupeleka shule maalum za wasichana na leo tunampongeza kwa sababu katika kipindi kifupi ametumia bilioni mia moja na sita kujenga shule ishirini na sita za wasichana zenye vipaji maalum. Pongezi hizi nyingi ziende kwake rais wetu Dr. Samia. Tulikuwa na vituo vya afya vitatu na vituo hivi usingelisema ni vituo vya afya, ungelisema ni zahanati, hazikuwa na hadhi kabisa. Tulifanya kazi usiku na mchana kubadilisha maisha ya Watanzania. Leo nimesimama na kuthibitishia kipindi changu kifupi tumejenga vituo vya afya tisa, vituo vya afya tisa na rais Samia hivi karibuni ameridhia kutoa fedha za ujenzi wa vituo vingine vipya vya afya: kituo cha afya cha Umwe kitakachokuwa na gorofa, kituo cha afya cha Muholo, kituo cha afya cha Mbwala na ujenzi wa zahanati kata ya Mbwala, kata za Muholo, kata za Chemchem pamoja na kata za Umwe, kata za Mwaseni. Kote huku rais Samia ameridhia kutoa fedha za ujenzi wa vituo vipya vya afya tuliposimama hapa tulikuwa na zahanati ya 23 tu, ambazo zilikuwa na changamoto mbalimbali. Naomba nikuarifu wakati kipindi kifupi tumejenga zahanati mpya 34, 34 hii ni kazi ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, hii ni kazi ya utekelezaji wa sera na fikra za baba wa taifa kusogeza huduma kwa wananchi wa Kitanzania. Uwepo wa barabara kiwango cha lami Rufiji, naomba nikuthibitishie wakati naomba ridhaa ya kuwa mwakilishi wa wananchi wa jimbo hili la Rufiji, hatukuwa na barabara hata nusu kilometa, hatukuwa na barabara hata moja ya lami. Leo tumesimama tumefanikiwa, tuna barabara za lami zaidi ya kilomita 15, kilomita 15 barabara za lami. Naomba nikuthibitishie, tulipoanza tulikuwa na halmashauri ya wilaya. Leo tumepata mafanikio ya kuifanya Rufiji kuwa halmashauri ya mji. Si jambo dogo, si jambo dogo hata kidogo. Tulipoanza Rufiji tulikuwa shimoni. Tulifanya kazi usiku na mchana. Wilaya hii ya Rufiji Ina vijiji 38. Nilipoingia tulikuwa na vijiji vitano tu ambapo umeme uliwaka. Vijiji vitano peke yake. Naomba nikuthibitishie. Vijiji vyangu vyote 38 umeme unawaka. Tumefanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba tunapeleka umeme katika maeneo yote. Tulipoingia tulikuwa na mabweni nane tu ya kuwahudumia watoto wetu. Leo tumesimama tuna mabweni 43 ambayo tumeyajenga. Tulipoingia tulikuwa na nyumba za walimu 68 peke yake. Leo tumejenga nyumba 103 za walimu katika kipindi kifupi cha uongozi wangu na uongozi wa rais wetu Dr. Samia. Hizo ni nyumba za, za walimu wa sekondari. Nyumba za walimu wa msingi zimetoka nyumba 140 mpaka nyumba 186 ambazo tumezijenga wakati wangu nikiwa mwakilishi wa jimbo hili. Wabunge wenzangu waliotangulia, wabunge nani, kila mmoja alipambana kuhakikisha tunaijenga barabara hii, lakini ilikuwa ni wakati wangu, wakati wa rais Samia aliporidhia kutoa zaidi karibu ya karibu bilioni hamsini kwenda kujenga barabara ya Nyamwage Utete. Tunampigia makofi mengi, tunampenda rais huyu, rais wa ajabu kabisa, anatuletea mafedha mengi, hatujapata kuona. Barabara ya Nyamwage Utete ujenzi unaendelea, lakini wafahamishe wana Utete, ni wafahamishe wana Utete, rais wetu ameridhia kujenga barabara kiwango cha lami kuanzia Chalinze kwenda mpaka kata ya Mwaseni kutoka Mwaseni kuja mpaka kata ya Mkongo na rais wetu ameridhia wataalamu wanaendelea kuandaa michoro ya ujenzi wa daraja la kisasa itakalounganisha kata ya Mkongo na kata ya Utete, daraja la kisasa kabisa. Hizi ndio ndoto zangu, kuiona tunaijenga Rufiji ya kesho. Tumeamua kuweka siasa pembeni, tumechagua maendeleo ya wananchi wa Rufiji.